Karibu, katibu. Asante. Kwa majina naitwa Nasry Ismail ni katibu wa tawi la Yanga Gerezani Kariakoo, watoto wa mjini e, tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuweza kutujalia siku ya leo kufanikisha hafla hii ya iftari e, hafla hii kwa mafanikio makubwa sana ikichangiwa na wanachama wa tawi la Yanga Gerezani Kariakoo. Shukrani za dhati za waendee wanachama wetu kwa kusapoti kwa asilimia 80. Mbali na wanachama tunawashukuru pia wadau mbalimbali ambao wametusapoti kwa kiasi kubwa sana. Tunawashukuru NMB Bank ambao wameambatana na sisi katika hafla hii ya iftar, lakini pia tunawashukuru e, kampuni ya Adelaide e, wasambazaji wa vinywaji. Tunawashukuru sana kwa kusapoti hafla hii ya iftar. E, tunashukuru pia wadau ambao tumewaalika kwa kutuitika, lakini pia Tunamshukuru pia Mheshimiwa diwani wa kata ya Gerezani kwa kututika na viongozi wote ambao tumewalika katika hafla hii. E, lengo kuu la hafla hii ilikuwa ni kurudisha kwa jamii. Tumeambatana na watoto yatima ambao wapo kwenye kituo cha Buguruni na watoto wale wanahitaji kusaidiwa kwa kiasi kikubwa sana na wana changamoto ya wa chakula, na changamoto ya majambi na majuzu. Kwa hiyo sisi kwa kiasi kikubwa sana tumejitahidi kufikia maeneo mbalimbali katika kuwafikia mahitaji yao. E, tunamshukuru Mwenyezi Mungu pia katika kufanikisha hayo. E, tuna tuna imani kwamba baada mwisho wa, wa hafla hii ni mwanzo wa hafla nyingine. Kwa hiyo sisi kama Gerezani Katako tunaendelea kusapoti mali mema ya ambayo tunafanya na klabu yetu Yanga Africans. Africans, e, tumeona Yanga Africans kupitia engineer Hersi Said, tunaposafiri kwenda mikoani kucheza mechi na mipaka ya nje wamekuwa wakijitokea kurudisha kwa jamii, kwa hiyo sisi tumevutiwa na aina ambao uongozi wanakifanya jambo jema, na sisi katika hafla hizi za iftari na iftarini, af, ya, ya tano kama vametangulia kusema baadhi ya viongozi wangu katika hii iftari. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuupa eh, maarifa haya na kufanikisha kwa kiasi kubwa sana lakini, pia nichukue eh, nafasi hii kuwapa ujumbe matawi mengine ambao matawi ya Yanga Africans tunao nafasi kubwa sana ya kupigania klabu yetu Young Africans kuhakikisha anapata matokeo mazuri katika kufanikisha kujitolea kwa jamii na kuiombea timu yetu dua ifanye vizuri. Tuna timu nzuri sana ambayo inahitaji kufanyiwa dua tu. Kwa hiyo matawi mengine, tunawaomba e, tuende tukasapoti timu yetu Africans kwa kudumisha mambo mema kama haya ambayo yanagusa jamii yenye uhitaji. <laughs> Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asi. Awali ya yote napenda nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia kuhudhuria iftari hii iliyoandaliwa na wana Yanga wa kata ya Gerezani. Nikiwa mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata hii, natoa shukurani za dhati kwa ajili ya mwaliko wa iftari hii, na kiukweli kabisa sisi tuko pamoja, tunashirikiana kwa kila jambo na tutaendelea kushirikiana sisi Shika Shika uh, na tawi la Yanga Gerezani kabisa kwa hiyo tunawakaribisha juzu kwa ajili ya kuenda kuendeleza elimu yetu ya akhera, lakini pia tuna chakula kwa ajili ya kituo chetu pale Buguruni. kwa hiyo, hiyo tunawakaribisha wadau wengine ambao nao mioyo kujitolea kwenda kuwashika hawa wanyama eh, wanyama wahitaji. Unaweza kutoa neno la shukrani baadaye, tufunge shukrani ah, <laughs> Asante sana jamani, na mimi kama diwani wa kata hii napenda nishirikiane na viongozi wangu wa Yanga na wanachama wa Yanga katika kutoa sadaka kwa ajili ya vijana hao. Sasa hivi nitachangia elfu hamsini. Asante <clears throat> sana mheshimiwa diwani. <laughs> Kwa hiyo ni kuombe kwa Mwenyezi Mungu, sadaka hii ukaitumie kama ilivyolengwa. Insha Allah. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Pende kuchukua fursa hii kutoa shukrani kwenu tawi la Yanga la Gerezani kwa kutufutulisha. Pia tunashukuru kwa msaada wa vyakula pamoja na majuzuu, kwani kituo chetu kina uhitaji mkubwa sana wa vyakula. tunashukuru sana.